Yeah, waliniwekea vigingi nikavuka, nikashinda katikati ya wanaoni winda ukanlinda na kuniambia kaka, imani maana nisha piga diri nyingi na sitezi ona doo. Nikafanya ngoma kubwa na, na sikuzi ona show. Mwiyoni nikasikia sauti kuwa mwanangu jo, Kaza moyo mbili shina tano ndo mwaka wago JJ jo. Yo dima to get it on. Aha, Yeah uh, mm -hmm. Aha yeah. Kazi ya kwanza kuzaliwa, Ya pili ni kuishi, Ya tatu ni kufando yo watu wanawishi. Kwenye maisha kuna kubaniwa, Kuna kuna kupanda na kushuka, so ukianguka take easy, upendo bonge la kitu, ila pesa ndio muhimu unajua. Na mali ndio nahodha mzuri kwa hii mashua. Kabla kuzaliwa ngenyesha jinsi nitavokuwa, sio dunia. Kuna sayari nyingine ningechagua dunia, inaenda mwenyewe masera mbaki. Sayari ya umeshinda milioni tano kufungua kaunti tu maraki. Sayari ya ku fake life na wanafiki unajua usafiri yebo bado ananionyesha parking da. JJ JJ JJ.